Na wadau mbali mbali, na bado wanaendelea kutoa elimu uh -huh. Uh, ili uwe salama, zingatia yale ambayo wameelekeza. Kwa mfano, wanasema siku ya kupiga kura kwanza tujitokeze kwa wingi uh -huh. Kwa sababu tumeshawahakikishia kwamba usalama utakuwepo wa kutosha. Usisikilize ya watu mitaani, usisikilize uh -huh. ya watu ya mitandaoni ambayo mengi uh -huh. ni ya wahalifu ambao wanataka kuvuruga nchi yetu, kwa sababu mtu ambaye mwenye nia nzuri ya nchi yetu atashauri yaliyo mema, sio kuleta vurugu. Kwa hiyo jitokeze, nenda ne kapige kura, usifanye vurugu. Mm. Wanaambiwa pia wasivae nguo yoyote na ashiria chama fulani, siende kupiga kampeni pale, piga kura yako, ukimaliza nenda nyumbani, kasubiri matokeo. Mm. Lakini pia ili uwe salama, kubaliana na matokeo yatakayotokea. Mm. Maamuzi ya wenzako ya yaheshimiwe, ya yaheshimu, utakuwa salama. Mm lakini pia hata kama wewe e, mgombea wako ameshinda usiwe chanzo basi cha kuanzisha vurugu. Mm -hmm. Kwamba unaenda tena kushambulia nyumba za watu, unaenda kufanya nini? Hapana mm -hmm. Lakini pia hata kama ikitokea hivyo, wewe unaona hivyo, toa taarifa polisi, tutakuwa tumejipanga vizuri mm -hmm. Tutakuwa na magari ya kutosha, kama mnavyoona serikali imetuwezesha magari ya kutosha mm -hmm. E, ingawaje Tanzania ni kubwa lakini tumejipanga vizuri sana, toa taarifa mara moja utapata msaada. Uh, lakini pia uh, tuache mambo ya uzushi uh, tuache mambo tuachie mamlaka zinazotakiwa kutangaza uh, matokeo kutangaza, wafanye kazi yao. Wewe sikiliza jinsi wanavyotangaza.